Taarifa tunayoleta kwa niaba ya bodi ya utalii ni kwamba Tanzania imepewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji wa tuzo za thelathini na mbili za kimataifa za utalii kwa ukanda wa Afrika na bara la Hindi. Yaani huko duniani kuna tuzo mbalimbali za utalii, hizi ndio tuzo kubwa kabisa za utalii katika dunia na zinafanyika kwa kanda. Kwa hiyo Tanzania imepewa nafasi ya kuwa mwenyeji. Na tukio hili litafanyika tarehe ishirini na nane hapa katika hoteli ya Johari Rotana jijini Dar es Salaam, tarehe ishirini na nane mwezi wa sita. Sasa unaweza ukajiuliza kwamba ah, hivi hizi tuzo zinafanyika Tanzania, imepataje fursa hii ya kuweza kuwa mwenyeji kwanza? Eh, sambamba na kuwa mwenyeji eh, wa tukio hili kubwa sana, Tanzania imekuwa ni nchi pekee katika Afrika kwa mwaka huu kuweza kuandaa tukio hili. Nchi zingine baada ya Tanzania ni pamoja na Mexico pamoja na Hong Kong, e, Italy, Umoja wa Falme za Kiarabu na baadaye Bahrain. Sasa wale watafanya pia katika kanda zao, na baadaye tukio la dunia litatangazwa baadaye na wenye shughuli yao wenyewe. Kwa tuzo hizi zilianzishwa mwaka 1993 na anayeandaa ni kampuni inaitwa World Luxury Media Group lengo ikiwa ni kutambua wadau walio katika sekta ya utalii na mchango wao katika sehemu mbalimbali. Kwa huu ndio nafasi mojawapo ambayo Tanzania inapata pia fursa ya kuonyesha mazao mbalimbali ya utalii. Sasa wanufaika wa tuzo hizi ni akina nani huko duniani? Utalii una mazao mbalimbali na kama mnavyojua, kuna utalii wa wanyamapori, utalii wa mikutano, utalii wa utamaduni utalii wa michezo, utalii wa tiba na aina mbalimbali mbali za utalii kama utalii wa fukwe. Sasa tuzo hizi zinafanyika katika levo ya kanda na baadaye levo ya dunia. Kwa hiyo wale wadau walio katika sekta hii ya utalii ambao wanajumuisha bodi mbalimbali mbali za utalii wenye huduma za malazi, vivutio mbalimbali mbali vya utalii, wanaotoa usafiri wa anga, wanaotoa usafiri wa ardhini kampuni bora za meli za kitalii, kampuni bora za treni pamoja na za kitalii, lakini pia kampuni mbalimbali mbali zinazoendesha shughuli za utalii wa mikutano na matukio. Kwa hiyo hii ni moja kati ya maeneo ambayo yanapewa tuzo hizi, na wanufaika ni wengi Tanzania. Hadi tunavyoongea na nyinyi, waheshimiwa waandishi wa habari, wa wa ni kwamba kumekuwa na wadau 38 na kutoka sekta binafsi na wadau kumi na mbili wa serikali ambao wanawania tuzo hizi. Shughuli kama hii mwaka jana ilifanyika Mombasa, Kenya. Tanzania ilishinda tuzo tano. Bodi bora ya utalii Afrika ilikuwa ni bodi ya utalii Tanzania, TTB. Kivutio bora cha utalii katika bara la Afrika ilikuwa ni mlima Kilimanjaro. Lakini hifadhi ya taifa bora katika Afrika ilikuwa ni Serengeti National Park lakini pia kulikuwa na kivutio bora cha safari duniani katika levo ya dunia tanzania tuliweza kushinda lakini pia katika ngazi ya afrika tanzania ilikuwa ni Africa leading destination sasa mafanikio haya ndugu waandishi wa habari hayaji hivi hivi tu hapa lazima tuweze kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi yake kubwa ya kuutangaza utalii lakini kuridhia kuwekeza katika sekta ya utalii, yeye mwenyewe ameingia front kama watoto wa mjini wanavyosema, kwa kuweza kuingia na kuwekeza lakini kuitangaza Tanzania kupitia filamu ya The Royal Tour, ambayo baada ya Royal Tour tumeendelea kuitangaza Tanzania kwa mazao mbalimbali mbali ya utalii. Kwa niaba ya Shifa Hospitali na uongozi mzima wa Shifa Hospital, tunapenda kuwahakikishia bodi ya utalii pamoja na wageni wetu watakaotoka nje ya nchi lakini na wa hapa ndani ya nchi kwamba shifaa Pan African Hospital ni hospitali ambayo tumejiandaa, tuko na miundombinu ya kisasa kwa ajili ya kupokea huu ugedi kuanzia mapokezi e, tutakuwa tuna huduma za ambulance e, in case of emergency, lakini pia wa hapa tutakuwepo kwa ajili ya kutoa huduma ya kwanza in case of any emergency, lakini tutawapeleka pale hospitali ya Shifa ambayo tuna emergency uh, department ambayo iko well equipped with uh, I mean, portable uh, equipments zikiwemo x-ray exray eh, ultrasound eh, vyote hivyo have, have m, haturuhusu mtu kumove kutoka sehemu moja kwenda nyingine unnecessarily. Eh, vipimo vyote viko mahali pamoja kwa ajili ya kuwapokea hawa watu lakini pia hospitali yetu inatoa huduma ambazo zina viwango vya kimataifa eh, kwa sababu tuna partner na hospitali ama kampuni ambayo inaitwa NM Medical ambayo ni leading diagnostic company in India for more than 40 years. Kwa hiyo tunawahakikishia kwamba uh, uh, Okay, I mean quality ya huduma watakazopata Shifa.

Naitwa Pauline Mkama na uh, World Travel Awards inapokuja hapa Tanzania iwe ni kwa mara ya kwanza au hata kama ilewahi kutokea kipindi cha nyuma sana, lakini kwa mara ya kwanza tunaamini inapokuja hapa Tanzania ni faida sana kwetu sisi kama Watanzania, lakini hasa katika industry nzima ya utalii. Ukiangalia World Travel Awards inakuja kutambua zile, uh, wale watu wanaofanya kazi kwenye, uh, industry hii ya utalii, lakini pia inawapa fursa ya wao kuonekana zaidi duniani. Maana uh, uh, tayari unaposhinda hizo awards unaonekana kwamba umeshinda na unatoa service ambayo ni nzuri au inastahili kwa wageni kuja. Lakini pia bado ni eneo ambalo watu wakija wana connect, wana create partners wapya, kwa sababu kumbuka, unapofika unakutana na watu wa aina tofauti wanaofanya kazi unayofanya kutoka nchi zingine tofauti na Tanzania. Kwa hiyo inawapa watu nafasi ya kuweza kuweza kupata watu wengine ambao ni partners wa kufanya nao kazi kwenye hayo masuala yote ya utalii, uh, mambo ya malazi kwa maana ya accommodations na activities nyingi. Lakini pia inatuongeza sisi uh, nguvu ya kutamani kuendelea kufanya zaidi ili Tanzania iweze kuwa bora zaidi. Maana kwa kuangalia vile ambavyo vinashinda au wale ambao tunashindana nao au vinyang'anyiro vingine ambavyo vipo, tunaongeza juhudi ya kutaka kujua tunatakiwa tuongeze wapi na tukue zaidi upande gani. Lakini sasa tunapokuja katika mji wa Dar es Ambapo uh, tukio hili litakuwa linatokea. Hawa ni wageni watalala kwetu. Mpaka sasa tunajua tuna wageni zaidi ya 500 ambao tunategemea watalala kwenye hoteli zetu, watalipia kwenye hoteli hoteli zetu, zetu, watalipia watakula vyakula vyetu, watatumia usafiri wa Tanzania. Kwa kwa kwa kwa kwa hiyo hali moja au nyingine, kwa kwa moja, moja, moja au au nyingine tutakuwa tumenyanyua uchumi kwa kipindi hiki. Kwa kila kila mmoja mmoja kama tunavyosema utalii unamgusa kila mmoja kwa aina moja au nyingine. Wale wanaopika vyakula kama ni vyakula vitanunuliwa kama ni mahotel, hoteliers na watu wengine wote watafaidika kwa aina moja au nyingine so, mimi nawakaribisha sana Watanzania, kwa wale ambao sana sana wako kwenye um, tourism industry uh, kwa sababu event hii ni kwa ajili ya invitation kwao. Ingia kwenye website ya www.worldtravelawards.com, alafu nunua tiketi yako na karibu sana.